Aliweka kwenye kona, akachukua na maiki ya mbinguni akaweka hapo. Akikanyaga kule wanasikia mdundiko, akikanyaga hao wanasikia mdundiko. Washirika wakasema yeye keshi limeitwa chingine limeitwa chingine limeitwa maandiko yanasema wakakimbia, wakakimbia. Wakoma walipopiga washangaa, hey, mbona hamna mtu? Mara gafu wanashangaa anaribufe hapo, nyama si zile. Wewe wewe, wakakimbia, nakuambia walifakamia, wakafakamia. Walipomaliza ndio wakakumbuka, mm. Ila kuna wenzetu wako kule hamna. Nikufundishe kitu, mtu wa Mungu wewe, wakishashiba ulizani wanakukumbuka? wana wakiwa na njaa haya, wakishashiba nisikie. Huo ndio upendo wa wanadamu vikisalia ndio wana kupigiaga simu zile za mwisho, ni mchenji, ndio wana nakupigiaga simu tomana. na kufundisha upendo wa Mungu mtakatifu wa Bwana, yeye anamtoaga mwana wake wa peke yake, yule anayempenda moyoni mwake, ndio anamwachiliaga kwa ajili yako wewe. wanadamu hawa tukipiga elfu kumi kabaka elfu mbili ndio tunakuita tukupe kale ka elfu mbili kajuujuu. Huyo ndo upendo wa wanadamu kualika chakula ni kilichosalia. Huo ndo upendo wa wanadamu. Ndio maana akanaga na wanadamu. Mpendwa, emng'ang'ana na Yesu wa msalaba ambaye yeye ana bogo, anajitoa mzima mzima kwa ajili yako. Maandiko yanasema Bwana wakakuta chakula cha kutosha. Nisikilize na kufundisha upendo wa wanadamu hapa. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema vitu ni vingi, hawawezi kuvimaliza. Maana wakoma wale wangeona chakula kinaishia wao peke yao, wangemaliza kula wakaendelea na shughuli sawa. Wakakuta ni kingi, hawawezi kukimaliza, ikabidi sasa wawapelekee na wazee kule mchini. Sasa kumbuka, wale wazee tangu mwanzo wamewatengaga wao, si unajua hawachangamani nao, lakini siku ya kuwaletea chakula hata hawakuwatenga tena. Ndio upendo wa wanadamu, siku hawakuhitaji wakiwa vizuri, lakini kwenye shida watakukimbilia. Hao ndo wanadamu. Wakati ambapo wako kwenye mazuri hawanaga shida na wewe, kwenye harusi zao hata hawana shida na wewe, kwenye msiba ndio wanakung'ang'ana, wanakung'ang'ana. Walivyokuwa vizuri hawakushirikisha, wakiwa vibaya ndio wanakuwaga na wewe. Hao ndo wanaitwa wanadamu. Haya, lakini kuna Mungu ambaye yeye, yeah, yeah, asubuhi yuko na wewe, mchana yuko na wewe, jioni yuko na wewe. Maandiko anasema mwanadamu anaweza akakusahau. Maandiko anasema mama zenu baba zenu wanaweza wakawasahau, lakini mimi nimewachora kwenye vitanga vya mikono yangu, wala hata siwezi kuwasahau ninyi. Yeah, maandiko anasema wakawaita mjini, mjini walipopata taarifa